Jamisana, utamaduni hali bado ni tete kati ya jeshi la Israel na jeshi la Iran. Inaripotiwa kwamba hospitali ya Negev imeshambuliwa na makombora kutoka nchini Iran, huku vile vile kukiripotiwa milipuko katika jiji la Jerusalem na jiji la Tel Aviv, na vilevile ikifahamishwa kwamba ndege za kijeshi za jeshi la Israel zaidi ya 40 zimeendesha mashambulizi dhidi ya vituo tofauti vya nyuklia, ambavyo jeshi la Israel limefahamisha kwamba mashambulizi hayo yamefanyika kama ilivyotarajiwa. Hospitali hii ambayo imeshambuliwa katika eneo la Negev, kusini mwa Israel, ni hospitali ambayo inafahamika kwamba wanajeshi wa Israel ambao hujeruhiwa katika mashambulizi aidha katika mapigano na wanamgambo wa kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza, ndio hospitali ambayo hutoa matibabu kwa wanajeshi hao. Mwanajeshi ambaye hakijeruhiwa katika mapigano ukanda wa Gaza, basi moja kwa moja huwa akichukuliwa na kupelekwa katika hospitali hiyo kwa ajili ya kupewa matibabu. Uongozi wa hospitali hiyo umefahamisha kwamba baada ya shambulizi hilo, aidha shambulizi hilo limepelekea watu 47 kuweza kujeruhiwa, huku ikitajwa kwamba huenda idadi ya watu waliojeruhiwa katika shambulizi hilo ikaongezeka kutokana na uharibifu mkubwa ambao umeshuhudiwa dhidi ya majengo ya hospitali hiyo. Uongozi wa hospitali hiyo umefahamisha kwamba ni kitendo ambacho kichukuliwe kama miujiza kwa kuwa masaa machache, aidha, siku moja kabla ya shambulizi hilo, uongozi wa hospitali hiyo ulichukua jukumu la kuondoa wagonjwa ambao walikuwa wakipatikana katika hospitali hiyo na kuwahamisha katika maandaki, maandaki ambayo huwa yakitumiwa wakati ambao kuna kunakuwa na vitisho vya makombora. Utakumbuka kwamba wizara ya ulinzi ya Israel pamoja na wizara ya miundombinu zilishirikiana kuhakikisha kwamba katika maeneo yote ya raia eidha miundombinu miundo mbinu ambayo inahusika na raia, basi kuwepo na maandaki ambayo raia watakuwa wakijihifadhi wakati ambapo kutakuwa na vitisho vya mashambulizi ya makombora. Hivyo basi raia huwa wakitolewa wito, eidha hupigiwa ving'ora ili waweze kujihifadhi katika maandaki hayo. Hivyo basi hospitali hiyo kama hospitali nyingine Israel, huwa kuna maandaki ambayo pindi ambapo kunakuwa na hali ya dharura, basi wauguzi hutakiwa kuhamisha wagonjwa katika maandaki hayo kutokana na mashambulizi hayo, iwapo wauguzi katika hospitali hiyo wasingeweza mapema kuwahamisha wagonjwa hao katika maandaki hayo, basi inatajwa kwamba hasara ingekuwa ni kubwa mno kuliko ile ambayo imeshuhudiwa kwa sasa. Msemaji wa jeshi la Israel, msemaji wa zamani wa jeshi la Israel, katika mahojiano ambayo amefanya katika kituo kimoja cha runinga, amekemea vikali mashambulizi hayo ambayo ametaja kwamba mashambulizi kulenga hospitali ni kitendo ambacho bila shaka kinafahamika kama uhalifu wa kivita. Na kauli hii katika mitandao ya kijamii imejadiliwa kwa kiasi kikubwa, kwa kukumbusha kile ambacho kinaendelea katika maeneo ya Wapalestina na hususan katika eneo la ukanda wa Gaza, ambapo jeshi la Israel mara kwa mara lilituhumiwa kuweza kushambulia hospitali tofauti, na kufikia hadi hatua ya kufunga mabomba ya gesi na kupelekea watoto kadhaa kuweza kupoteza maisha ambao walikuwa wamehifadhiwa katika vifaa maalum ambavyo vilikuwa vikiwasaidia kuweza kupumua. Ni kitendo ambacho pia kilitajwa kuwa ni uhalifu wa kivita. Mashambulizi ambayo yalikuwa yakiendeshwa na jeshi la Israel dhidi ya hospitali na miundombinu ya raia. Jeshi la Israel lilifahamisha kwamba wanamgambo wa kundi la Hamas walikuwa wakitumia hospitali hizo kama hifadhi na kuweza kujipanga na kuweza kushambulia vikosi vya jeshi la Israel wakati ambapo vilikuwa katika operation, kwa kuwa wanamgambo hao wanadaiwa ya kwamba walikuwa wakiamini ya kwamba pindi ambapo watakapokuwa wamejificha katika hospitali basi hakuna lolote ambalo litaweza kuwasibu lakini jeshi la Israel lilichukua jukumu la kuvamia hospitali hizo na kuhakikisha kwamba hakuna vitisho kutoka kwa wanamgambo wa kundi la Hamas ambao walikuwa wamejificha katika hospitali hizo. Msemaji huyu wa zamani wa jeshi la Israel amekemea kwa kiasi kikubwa kabisa na kutoa ufafanuzi akifahamisha kwamba jeshi la Israeli huwa linalenga vituo vya nyuklia na vituo ambavyo bila shaka kunapatikana wanajeshi huku jeshi la Irani likilenga miundombinu ya raia kama inavyoonyesha shambulio hili ambalo limelenga moja kwa moja hospitali hii ya Negev katika eneo la kusini mwa Israel. Kauli hii katika mitandao ya kijamii imekemewa vikali, kutokana na mitazamo tofauti na kufahamisha kwamba jeshi la Israel kitendo cha kushambulia hospitali katika maeneo ya Palestina, hususan katika eneo hilo la ukanda wa Gaza kuweza kukata maji, kukata umeme, kufunga mabomba ya gesi, vilevile vile ni uhalifu wa kivita, na Israel pia ina wajibu wa kujibu katika mahakama ya kimataifa kutokana na kile ambacho kimataifa kinafahamika kama uhalifu wa kivita. Hivyo basi, kile ambacho kinaendeshwa na Iran dhidi ya miundombinu ya raia, mataifa yote haya mawili, katika sheria za kimataifa yanatakiwa kutoa maelezo yanayostahili mashambulizi ya makombora kutoka katika mataifa haya mawili, ikiwa ni Israel ikivurumisha makombora kuelekea Iran, huku Irani nayo ikijibu mashambulizi hayo kuelekea katika miji tofauti ya Israel. Jarida la Washington Post kutoka nchini Marekani limefahamisha kwamba jeshi la Israel huenda limesalia na uwezo wa kulinda anga lake kwa muda wa siku kumi na mbili pekee, na baada ya hapo hakujulikani ni kitu gani ambacho kitatokea. Huku jeshi la Irani kutokana na usiri wake mkubwa, haijulikani lina uwezo wa kiasi gani kuweza kuendelea na mashambulizi yake dhidi ya Israel, kwa kuwa kile ambacho kimefikiwa kwa sasa kutokana na mashambulizi ambayo jeshi la Israel linadai li kushambulia vituo vya nyuklia tofauti hifadhi za silaha za jeshi la Irani. Na hadi sasa jeshi la Iran bado linarusha makombora yake ambayo yanatajwa kuwa ni ya masafa marefu na ambayo hakuna yoyote ambaye alitarajia ya kwamba jeshi la Irani linaweza kujimudu kwa muda wa kutosha na mashambulizi dhidi ya jeshi la Israel kwa kuwa jeshi la Israel katika ukanda wa Mashariki ya Kati ndio jeshi ambalo linatajwa kuwa super power, na kuwa na ushirikiano mkubwa aidha na usaidizi mkubwa wa kijeshi kutoka nchini Marekani, Ufaransa, Uingereza na mataifa mengine magharibi ambayo huunga mkono jeshi la Israel katika ukanda mzima huu wa Mashariki ya Kati. Jambo hili limezua wasiwasi miongoni mwa washirika wa Israel ikitajwa kwamba uwezo wa jeshi la Irani kwa sasa huenda ni kinyume kabisa na kile ambacho mataifa magharibi yalikuwa yakifikiria, na ndiyo maana kiongozi wa kiroho wa Irani Ali Khamenei ameweza kumjibu rais wa Marekani kufahamisha kwamba Irani kamwe haiwezi kuacha vita na kuweza kupelekeshwa wakati ambapo inafahamika ya kwamba siyo Irani ndiyo ambayo ilianza mashambulizi dhidi ya Israel, bali ni Israel ndiyo ambayo ilianza kushambulia Irani ikidai ya kwamba inajihami na malengo yake ni kuhakikisha ya kwamba Irani isiweze kumiliki silaha za nyuklia. Katika kuiunga mkono Israel, meli ya kivita, meli kubwa ya kivita ya jeshi la Marekani inatarajiwa kuwasili katika eneo la Mediterania katika upande wa magharibi mwanzoni mwa mwezi Julai kwa ajili ya kusaidia jeshi la Israel kuweza kuzuia makombora kutoka Irani, huku mashua nyingine za kivita za jeshi la Marekani ambazo zinapatikana katika maeneo tofauti kama vile ghuba ya Uajemi naguba ya Oman zipo chonjo kwa ajili ya kusaidia mashambulizi ya jeshi la Israel dhidi ya Irani iwapo itatarajiwa. Na unatakiwa kufahamu ya kwamba zaidi ya wanajeshi elfu thelathini wa Marekani wanapatikana katika mataifa tofauti katika ukanda wa Mashariki ya Kati, kauli ambayo iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu uwezekano wa kushirikiana moja kwa moja na jeshi la Israeli dhidi ya Irani. Kiongozi mkuu huyu wa Irani Ali Khamenei amefahamisha kwamba jeshi la Irani nalo pia lipo tayari kujibiza mashambulizi ya aina yoyote katika ukanda wa mashariki ya kati iwapo jeshi la Marekani litaingilia moja kwa moja kuisaidia Israel katika vita hivi ambavyo vinaendelea kati ya mataifa haya mawili. Ni jamii sana. Utamaduni unasemaje kuhusu tuhuma tofauti na mashambulizi haya ya Irani ambayo anatajwa kwamba ni uhalifu wa kivita kushambulia hospitali katika eneo hili la kusini mwa Israel Negev? Tuachie mtazamo wako.